très prochainement le terrain qui nous a été accordé. Tunafurahia hii ploti yetu, hii bandari kavu yetu, na tunatumaini kwamba kwa near future tuko tunaenda kuitengeneza. Kwa kifupi, Burundi inajikomiti kwa kuweza kufanya hii bandari kavu hapa na kuweza kurahisisha biashara kutoka Tanzania na mpaka pale nchi Burundi na nchi zingine jirani. Kweli kabisa kabisa, wanashukuru mama Samia, mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hii kazi nzuri bora yenyewe inaendelea serikali yake inaendelea kufanya chini ya uongozi wake, kwa ajili ya kuweza kurahisisha biashara katikati ya Ushoroba wa Kati.

Uh, is déjà pour la la mise en œuvre de de la construction de son port. DRC is working hardly uh, in order to, to, to develop his dry port here at Kwala yeah, kwa upande wa serikali sisi wizara ya uchukuzi leo tumepata fursa kuweza kushirikiana na wenzetu kutoka Central Corridor ushoroba wa kati bapo tumeshirikiana na serikali ya Burundi pamoja na serikali ya DRC kuja kuangalia utekelezaji wa makubaliano ya kupeana ardhi kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za usafirishaji. Kama tutakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alikabidhi au alitoa maeneo haya kwa ajili ya kwa, kwa nchi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zao hasa hasa za usafirishaji au uchumi kupitia usafirishaji. Kwa hiyo leo tumekuja kuona kuthibitisha yale maono yake alo ambayo ameyatafsiri kwa vitendo baada ya kuwakabidhi, na tumejionea kwamba kwa upande wa Burundi, wao wameshaanza utekelezaji wa ujenzi wa eneo hili la bandari kavu kipande alichopewa, lakini pia tumeona upande wa DRC wanaendelea na hatua mbalimbali mbali za kuweza kupata kufanya stadi kwa ajili ya ujenzi wa bandari kavu kwa ajili ya shughuli za mizigo inayoenda DRC. Shughuli za kama tunavyofahamu, shughuli za usafirishaji zina mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu, lakini na uchumi wa nchi jirani. Kwa hiyo utekelezaji wa jambo hili utaweza kuimarisha sana shughuli za uchumi kupitia usafirishaji, lakini pia utapunguza msongamano wa magari barabarani, lakini pia utawezesha reli zetu, kwa maana reli ya ya zamani ile tunaita MGR reli ya kati na reli ya SGR huweza kuchukua shehena mbalimbali mbali. Sisi kama bandari, kwa maana Tanzania Ports Authority, tupo tayari kuendelea kutoa huduma kwa nchi hizi ambazo zinazunguka katika maziwa makuu. Hususan DRC na wenzetu wa Burundi ambao wanapata huduma za moja kwa moja kupitia bandari ya Dar es Salaam. Uh, kwa mfano katika mwaka uliopita kwa maana ya 2023 24 tumeweza kuhudumia takriban tani milioni nne kwa serikali ya DRC na tani takriban laki tatu na nusu kwa serikali ya Burundi, na tunaendelea kufanya hivyo, kudumia na kuongeza wigo wa masoko katika nchi hizo. Kwa hiyo uwepo wa bandari kavu kwa nchi hizo ni katika kufungua ile milango ya masoko na kuhakikisha kwamba shehena inahudumiwa kwa kiwango kikubwa zaidi katika nchi hizo husika. Na kukua kwa shehena hiyo, maana yake nini? Maana yake ni kwamba serikali itaendelea kupata mapato kupitia vyanzo vyake, hususan katika kodi za tozo mbalimbali za kuhudumia mzigo huu na kodi hiyo itasaidia katika uendelezaji wa miundombinu hivyo, tunashukuru serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha ujenzi wa bandari kavu yenye ukubwa hekta tano, ambao tayari shughuli zimeshaanza kuanza za kuhudumia shehena, na vile vile kwa nchi hizi kuwapatia maeneo ili kupunguza msongamano wa mzigo katika bandari ya Dar es Salaam na vile msongamano wa magari katika barabara zetu na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Nasema hivyo kwa niaba ya mkurugenzi wa usimamizi wa bandari Bwana Prasidi Simbosa.